Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukanwa kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara sijui mama amefanya. Sasa hivi ameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI, mheshimiwa mwenyekiti, niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu, jengo la mama na mtoto. Mimi na watoto mheshimiwa mwenyekiti, jengo la mama na mtoto, yaani ukishindwa uki kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanyia operation, chumba kinachofuata, kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti, chumba kinachofuata, kama umefanyia operation, unaweza kupumzishwa pale. Mheshimiwa mwenyekiti, haya mambo tuliyaona lini? Haya nilipofika nyumbani baada ya kusoma kwa kina hotuba hii yenye kurasa mia moja na tatu ambazo mheshimiwa waziri mkuu ametumia masaa mawili kuisoma, nilielewa kwa nini mheshimiwa naibu spika alisema turudi nyumbani tukatafakari. Mheshimiwa mwenyekiti, ukisoma kwa makini hotuba hii na kwa uzoefu mdogo nilionao wa kukaa ndani ya bunge hili kwa miaka kumi, mheshimiwa mwenyekiti, nimejifunza jambo moja kubwa sana, Raisi Samia Suluhu Hassan pamoja na kwamba tunamsifia ndani ya bunge hili, kuna kazi kubwa sana ambayo ni mtihani mkubwa, labda pengine wengi wetu tusingeweza kufaulu kama tungepewa, ambayo mama huyu alifaulu kufanya. Mheshimiwa mwenyekiti, mataifa mengi yanapokuwa yamemaliza uchaguzi au yanapobadilisha utawala, moja kati ya changamoto kubwa ambayo yanapata mataifa hayo ni namna ya kuendeleza miradi au mipango ya mtangulizi aliyetoka madarakani. Ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa waziri mkuu na ukarejea hotuba mbalimbali mbali kwa miaka mitano sita kumi iliyopita, unaona namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameonyesha sio tu dhamira ya dhati, lakini ameonyesha commitment ya hali ya juu kuhakikisha kwamba mipango ya watangulizi wake inakamilika. Mheshimiwa mwenyekiti na kwa kuonesha commitment hiyo, kabla sijaanza kutaja mipango hiyo, mama huyu ametupa dira kwa kusema kwamba, na isitokee tena ndani ya nchi hii utawala ukibadilika mipango inabadilika. Akaamua kutengeneza wizara maalum, wizara ya mipango, akatengeneza tume maalum ya mipango, akamweka Profesa Kitila Mkumbo na anko wangu pale Mheshimiwa Nyongo wasimamie wizara ile kuhakikisha mipango ya nchi hii inayopangwa kwa miaka ishirini na tano miaka hamsini itatekelezwa.